Karibuni, Aroma Of Zanzibar. Leo naleta mapishi ya cinnamon rolls ambazo ni laini na ni nzuri sana. Hii ni video ya zamani ambayo nataka kuifanya iwe nzuri zaidi. Na hapa na vipimo vangu ambavyo ni unga mweupe, mayai, chumvi, vanila, hamira, siagi iliyoyeyushwa, maziwa, sukari na pia kikombe nilichopimia, nilichopimia. Kwa hivyo hapa naanza kutia viungo vangu vyote, ni maziwa, siagi iliyoyeyushwa, chumvi, tatia na vanila na hamira Mayai na sukari pia, na hakikisha maziwa utakayotumia utakayotumia yawe ni umoto wa vuguvugu, sio umoto sana, au itaua hamira yako. Kwa hivyo utachanganya vizuri, kuhakikisha kila kitu kimechanganyika vizuri hasa hamira. Halafu utatia unga wako wote kwa pamoja. Na kama huna mashine, unaweza kutumia mashine ya mkono, na kama huna mashine ya mkono, unaweza kutumia mkono tu kukanda lakini hakikisha kama ukiwa unakanda au unatia mafuta kwenye mikono yako ukiwa unakanda, kwa sababu huu unga unakuwa una nata, nata kwenye mikono okay, kwa hivyo itakuwa tabu kukanda, lakini inaweza kufanyika, hamna tabu okay. Na mimi huu, kwa mashini nimeukanda kiasi dakika tano saba. Kwa hivyo kama utafanya kwa mkono ina, utahitaji dakika kumi na kitu. Gani hapa naangalia ni kuwa nataka unga wangu uwe mwepesi na uwe unanata, lakini pia uwe umeshikana vizuri, yani haukatiki katiki. Naona kama hivi mwepesi na pia umeshikana vizuri vizuri, unaona ukivuta kama hivi unavutika vizuri. Ukimaliza hapa tutatia kwenye bakuli, na hakikisha bakuli au chombo utakachotumia ukipake mafuta. Mimi natumia siagi ya yushwa. Hivi ni kufanya unga wako usigande kwenye pembeni kwenye bakuli unakuwa haumuki vizuri. Unakuwa kama ume, umekwama, hivi umeshikwa. Unataka unga umuke vizuri halafu, utafunika uache umuke. Na kuumua unga kama huu, inategemea sehemu uliokuwa nayo hamna, hamna ta, uh, wakati maalum. Inategemea sehemu unayofanyia kazi yako, kama ni kuna joto au kuna baridi. Kwa hivyo inaweza kuchukua muda mrefu au inaweza kuchukua muda mdogo. Mimi nimechukua dakika 45 hapa. Sasa hivi naanza kutengeneza uh, Yani, kitu nitakachotia ndani kwenye cinnamon rolls ambazo ni siagi hii. Hakikisha siagi pia sio ibaridi ambayo laini, na nimetia na sukari ya brown, tutatia na mdalasini um, okay. alafu utachanganya vizuri, ichanganyike vizuri iwe inaweza kup, kupakika vizuri kwenye unga wako ukiwa tayari Okay, sasa hivi tayari kusukuma unga. Hakikisha umeweka pia unga, nini unga wa kusukumia wa kiasi yaani wa kutosha au nini ukisukuma unga wako utakuwa ume, umeganda kama unatumia kibao, unatumia meza. Kwa hivyo ni tahadhari sana. Na ukubwa wa cinnamon rolls au up, I mean uh, unene inategemea mwenyewe unavyotaka kama unataka cinnamon rolls zako ziwe nene au ziwe nyembamba. Inategemea, lakini muhimu sana ukiwa una unasukuma kama hivi ufanye iwe uh, rectangle, samahani ni <laughs> rectangle, kwa sababu ukifanya duara duara, zile za pembeni zitakuwa hazipati ile sukari ndani, itabidi utakuwa huwezi kuzitumia uzuri. Au labda kama unataka ulakuwa haina sukari, hilo ni jambo jingine. Okay, kwa hivyo kama hivi size kama hii kiasi, alafu utaanza kupaka mchanganyiko wako wa sukari na siagi na mdalasini, na kama unatia kutia unataka kuweka kitu chochote zaidi utaweka hapa, kama unataka kuweka zabibu zilokauka au unataka kuweka nuts za aina yoyote unaweza kutia wakati huu. Na hii video kama nilivyosema, ni niliwahi kuifanya zamani lakini ilikuwa pia sio ya Kiswahili, nilikuwa naandika Kiswahili tu. Na pia nilipoitizama juzi, nikuwa nataka kupika cinnamon rolls, nikasema ngoja niangalie video, nikahisi sikufurahikiwa, nilipoona nikaona sikuipendelea kabisa, nikasema bora nifanye tena. Okay, sasa hivi ni kuanza kutia kwenye bati. Hakikisha bati lako umelipaka mafuta, alafu utaanza ku roll ku yani kusukuma, uh, ifanye iwe kidogo imeshikana lakini sio sana. Okay, ya halafu ndo nikaona bora nifanye tena video kwa sababu najitahid nifanye video nzuri ambazo nyinyi mkiziangalia mnapenda na na mna mnafahamu na mna, mna burudika, yani mkitizama sio mnatizama mapishi tu, okay. Kwa hivyo nitajaribu video zangu nyingi zile nilikuwa nimezifanya za kizungu hamna za Kiswahili kila nikipika kile chakula nitazifanya pia za Kiswahili. Okay, sasa hivi unga wetu tayari, roll yetu tayari utakata. Na saizi kukata mimi nimetumia kiasi uh, inchi moja kwa urefu lakini unaweza kutumia unavyopenda. Na pia unaweza kutumia kukata uzi. Ile video yangu ya zamani nilitumia uzi wa dental floss yani ule wa kusafishia meno lakini uwe msafi. Uh, lakini sikufanya leo kwa sababu sina, kwa hivyo nikakumbuka niende dukani nikanunue nyingine. Okay, alafu kisha kumaliza kwa sababu kikatia na uzi zinakatika sawa sawa, duara maduara yanakuwa sawa sawa hivi kama, yanakuwa kama mayai sijui oval ndo kitu gani haya. Okay, utapanga vizuri. Kisha kupanga tena, utafunika uache iumuke kwa mara ya pili. Sasa hivi chaumuka, utabake moto 400 Fahrenheit au 200 centigrade kwa dakika 15. Okay, sasa hivi tunaanza kufanya glaze ya juu, yani sukari ya kumwagilia juu. Hiyo ni sukari ya unga na hapo na maziwa vijiko viwili lakini nimetumia kijiko kimoja kwanza kikubwa na vanila. Alafu utachanganya. Ukisha kuchanganya, utaangalia mwenyewe uzito wako vipi, kama unataka iwe nzito zaidi. Unaweza kuongeza sukari, kama unataka iwe nyepesi zaidi utaongeza maziwa, na pia natumia na corn syrup, lakini hiyo corn syrup siyo lazima, kama huna usi hamna neno, yani ni kitu ambacho unaweza ku kukiacha. Hii ni kufanya ile sukari ya juu iwe inaonekana kama ina ng'ara ng'ara, yaani gloss, na pia inafanya ukimwaga vile inakuwa haikatiki katiki, katiki. Kwa hivyo baada ya dakika tano, ukisha kutoa kwenye oven utaanza kumwagia sukari yako. Na hii inaonekana kama zimeungua lakini hazijaungua, kwa sababu ile sukari ya brown imezidi kuwa uh, imezidi kupata rangi okay. Kwa hivyo kisha kumwagia hapo, tayari kula. Kwa hivyo ngoja nikuonyesheni ndani vipi ulaini wake na uzuri wake. Hizi mi nyumbani kwangu siku moja tu zinaliwa siku moja tu ndo maana uwaspendi kufanya vitu vya sukari sukari, kwa sababu watoto tabu, hawawezi kuweka siku mbili. Okay, unaona kama hivyo, ndani laini na nyepesi na nzuri sana. Na karibuni sana kwa mapishi zaidi, Aroma Uzanzibar, na kwa resipi mtaikuta ukurasa huu, na pia kwenye Uh, description box ambayo itakuwa chini chini ya tarehe. Asanteni sana.